Mapatano yao waliopatana ili kuniangamiza leo hii, hayo mapatano nayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Viapo vyao na vibatilisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ngome zao nazivunja, nazivunja, nazivunja. Hata kama walinipeleka chini ya bahari, napeleka mkono wa Bwana, mkono wa Bwana uni unichoe, unichoe hata kama wamepeleka juu ya milima, kipawa changu, biashara yangu, nyota yangu, leo, leo napeleka chie kwenye hiyo milima kwenye hiyo milima kwenye hiyo milima. Milima leo naachiliwa, leo naachiliwa hiyo ngome iliyojengwa kwenye milima. Piga haya, piga, piga kwa damu ya Yesu aliye hai. Umewekwa milimani, wamepanda kwenye milima, wameweka huko. Anasema hata kama ni milimani, Bwana atawateremsha, Bwana atawateremsha, Bwana atawafuata, atapiga hiyo ngome, atapiga hiyo ngome kwa damu ya Yesu aliye hai kwa damu ya Yesu aliye hai. Yes, ndio ndio ndio ndio, piga piga piga piga piga piga piga piga kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, nyosha tena mikono, nyosha kwa dakika moja, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninabeba silaha, ninabeba silaha ya umeme ya umeme na kausha, na kausha kila uchawi, na kausha kila uganga, na kausha kila miungu, na kausha wakuwa rakariakoo na kausha wakuwa anga waliosimama kwenye angarangu na kausha wakuwa giza wanaorusha mashambulizi toka baharini na wakausha na wakausha. Hata kama wamejificha leo, kono wa Bwana unawatoa, unawatoa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata kama wamejificha kwenye milima leo hii kono wa Bwana unawateremsha. Wapigwe, wapigwe. Achia biashara, achia biashara yangu, achia kazi yangu, achia watoto wangu, achia hatima yangu. Leo na kuamuru adui, achia, achia, achia, achia, achia achia na kupiga na kupiga, kwa mishare kwa mishare kwa mishare kwa mishare, waperekee mishare waperekee mishare waperekee mishare mishare mishare, waperekee waperekee waperekee. Tuma kwenye ofisi, tuma kwenye eneo lako la kazi. Pereka pereka pereka pereka kwenye hiyo ofisi yako, pereka hiyo mishare, pereka hiyo mishare, usiwahurumie usi Usiwahurumie, pereka pereka, kazana kazana, tuma tuma tuma tuma tuma tuma tuma, tuma kwenye eneo lako tuma, tuma tuma kwenye ofisi yako, tuma hiyo mishare, tuma tuma tuma, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, pereka pereka pereka pereka, hiyo mishare iwapate, iwapate. Daudi anasema nikapiga mishare, nikamwangusha adui. Piga piga, kwa mishare piga kwa mishare, wamekaa kwenye kazi yako wamekaa ofisini kwako pereka pereka pereka mishare pereka pereka pereka pereka pereka, pereka, pereka, pereka. Wachie ofisi yako wachie kazi yako wachie ndoa yako wachie biashara yako wachie wachie piga piga piga kwa Yesu kwa Yesu kwa Yesu kwa damu damu damu damu ya ya ya ya Yesu Yesu Yesu aliye aliye aliye hai hai hai Yesu aliye hai, sema tena nyosha mikono sema e hey Yesu e Yesu hey hawa maadui walioinuka kupigana nami roho hii roho hii ninakamata nakamata nakamata, upanga upanga, nawaangamiza nawaangamiza, ninawaondoa kwenye eneo langu la kazi, na waondoa kwenye eneo langu la biashara, nawangamiza naangamiza naangamiza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, hawatainuka hawatainuka hawatainuka hawata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, leo hii naangamiza upanga wa madhabahu uangamize. Bwana umesema utawaua, utawaondoa kwenye eneo langu la kazi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu! Haya, wafukuze waondoe, waondoe, waondoe! Wewe wa unajua vita unayopambana nayo kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo ofisi, ondoa, peleka upanga wa madhabaha, upanga, upanga leo, silaha tumie, tumia, tumia hizo silaha, tumia hiyo silaha, tumia hiyo silaha, peleka, peleka ule upanga, ule upanga, ule upanga, huo upanga, katakata, kata wakate wakate kate wakate kate, anasema atawavunja vipande vipande, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Haya, vunja vunja, wavunje vipande vipande, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Haya Josha, tena sema e, hey Yesu, ninabeba nyundo, ninabeba nyundo, nabeba nyundo. Tamka kama askari, nabeba nyundo, nabeba nina nyundo, ninavunja nina nina ninavunja nina ninavunja miungu yao, ninavunja madhabahu zao, ninavunja kazi zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninavunja kila kazi za wachawi, nabeba nyundo, ninapasua kila kazi za waganga. Haya, piga kwa nyundo, piga kwa nyundo, piga, piga, piga! Nyundo inaenda, nyundo inafika, nyundo inapasua, pasua, pasua, piga kwa nyundo, piga kwa nyundo ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio anayeomba, ndio anayetoka, anayepiga piga, ndio anayeshinda, anayepiga piga, ndio anayeshinda, yes, ndio, piga kwa nyundo, piga, piga, piga, piga, piga, piga! Ulionewa, leo ni mwisho, leo ni mwisho, umepewa silaha, piga, piga, piga! Wavunjwe, vunjwe. Wavunjwe, vunjwe, hayo majini yapigwe kwa nyundo, yapigwe kwa nyundo hayo majini hayo chuma ule Yapigwe yateketezwe kwa damu ya Yesu aliye hai piga piga piga piga piga piga tunapiga tunapiga ndio ndio ndio tunapeleka nyundo nyundo inaenda nyundo inapiga inapasua hiyo nyundo inavunja vunja miungu yao hiyo nyundo inapasua vipande vipande kwa damu ya Yesu aliye hai kwa damu ya Yesu aliye hai inapasua inapasua inapasua ina ina pasua kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu pasua pasua Pasua, pasua, askari achoki, askari achoki, kwa damu ya Yesu aliye hai. Pasua pasua, pasua, pasua nenda, ofisini kwako, nenda nenda kwenye eneo lako la kazi la biashara, nenda nenda nyumbani kwako, nenda kapasue, kapasue, kapasue, kapasue, pereka nyundo, pereka nyundo. Yesu anasema neno lake ni kama nyundo ivunjayo mawe, hata kama wamesimama kama mawe, wamesimama kwako kama mawe wanapasuka, wanavunjwa, wamesimama kama miamba, nyundo inapita. Hiyo nyundo, hiyo nyundo, hiyo nyundo, hiyo nyundo inavunja vunja, inavunja vunja uchawi, inavunjavunja kila uganga, inavunja vunja vunja kila ushirikina, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Pereka nyundo, pereka nyundo, pereka vunja, vunja. Kazi ya nyundo ni kuvunja, kazi ya nyundo ni kuvunja, vunja vunja vunja kwa damu ya Yesu aliye hai! Ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio! Pereka kwenye miti, kwenye miti, kwenye miti, kwenye milima, kwenye milima, kwa damu ya Yesu aliye hai. kwa damu ya Yesu aliye hai, ndio! Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu! Haya, nyosha tena, nyosha tena juu mikono, sema e Yesu, ninabeba silaha ninabeba silaha mkononi mwangu. Shetani sikia, hauniwezi kwa lolote, hauniwezi kwa chochote. Nimebeba silaha ya madhabahu ya Mungu aliye hai leo hii vizingi vilivyosimama, nina ninaviangusha, ninaviangusha, ninaviangusha, ninaviangusha. Kwa upanga ninakata, ninakata, nina kata hiyo miti iliyosimama iliyobeba roza mashambulizi. Hiyo ngome naivunja, naivunja, naivunja, naivunja. Ninabeba, ninabeba silaha ya nyundo, navunja hiyo Ngome, hiyo ngome haya, vunja vunja vunja vunja, kwa dakika chache, vunja vunja vunja kwa nyundo vunja kwa nyundo, wewe usiache, kwa damu ya Yesu tuna vunja kwa nyundo, tuna vunja kwa nyundo, tuna vunja kwa nyundo, wewe usiache, wewe usiache. Kwa kwenye miti walikokuweka pereka hiyo nyundo, vunja vunja, waliokaa kwenye miti wanarusha vita, wanarusha mishare, wanarusha roho, pereka pereka nyundo, pereka wapigwa wapigwe wapigwe kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, Yesu wapigwe kwa nyundo piga piga piga, nenda angani wapige hawa kuanga kwa jina la Yesu wapige walioko baharini waliokaa kwenye bahari hayo mapepo hayo majini peleka hiyo silaha peleka hizo silaha wakuachilie leo, wachilie vitu vyako wachilie afya yako wachilie ishara yako wachilie watoto wako, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu, Yesu, Yesu. Ebu, beba sadaka yako, chukua sadaka chukua sadaka chukua sadaka. Nyosha mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu, Hii ni malighafi yangu na ileta kiwandani, na ileta kiwandani, na ileta kiwandani, kiwandani! Enyi malaika mnaotengeneza silaha nimebeba mali ghafi yangu na ileta kwenye kiwanda. E malaika, mtengeneze silaha za vita. Adui waliosimama wana nguvu, na mimi nahitaji silaha zenye nguvu kuliko za kwao, ili wasiniweze, ili wasinishinde, ili niwashinde kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Silaha ya umeme itengenezwe leo, silaha ya radi itengenezwe leo, silaha ya tetemeko itengenezwe leo, sira ya nyundo itengenezwe leo, sira ya mishare itengenezwe leo, sira ya upanga itengenezwe leo, sira ya fimbo itengenezwe leo kwenye ima madhabahu. Popote ninapoenda adui anguke, anguke. Hii sadaka imebeba na maombi ninayoomba na yaleta kwako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu.